Singo, tunaelewa maumivu yenu, lakini leo ni kwa ajili ya Dorini tu? Ehe, tukitoka hapa tutaenda kupambana na wakwetu, si ndio? Karibu sana uweze kumkabidhi zawadi yako ambayo umemwandalia mumeo mtarajiwa Zipo zawadi nyingi sana ambazo nimemwandalia, lakini kwa hapa naomba nimpatie hivi viatu kama isemavyo Zaburi ya 119 mstari wa 105, neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu, itumulikie kila tupitapo. Kiatu hiki kikawe tu ni ishara ya kulinda hatua zako na kuongoza hatua zako. Ukamkumbuke Mungu katika mema yote. Katika yote ambayo utayapitia, akakupe hekima na busara ya jinsi ya kuyatatua. Iwe changamoto yoyote ile ambayo itatokea mbele yako, kumbuke kwamba hatua zako zinaongozwa na Bwana. Na neno lake ndiyo taa yako kila unapotembea kila unapokanyaga ukumbuke kwamba bwana yuko pamoja na wewe katika kila ulifanyalo na katika kila utakaloliamua akakupe hekima ya kuamua sawasawa sawa na neno lake amen vigelegele vigelegele vigelegele majina yote mazuri ni yako <laughs> mke mwema anatoka wapi na ni nani aweza kumfahamu? Basi siaga amepata kumfahamu mke mwema, na guess what, mke mwema ni mmoja wa wake wema dorini, naye anaingia katika kumbukumbu kumbu hiyo. Sinisikie vigelegele tafadhali.